Na mtazamaji nayo, Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano, NCIC imezidisha juhudi za kukuza amani shuleni kwa kutumia vilabu vya amani kama njia ya kuzuia utumizi wa mihadarati, ghasia, na uhalifu miongoni mwa wanafunzi hasa katika maeneo ya Pwani. Akizungumza ya katika shule ya upili ya Kwale High, afisa mkuu mtendaji wa NCIC, Daniel Mutegi, amesema kuwa vilabu hivyo vimekuwa chombo muhimu katika kusuluhisha mizozo kati ya shule mbalimbali mbali, na pia baina ya walimu na wanafunzi. Alieleza kuwa vilabu hivyo vinalenga kuwalea wanafunzi kwa mabalozi wa amani ndani na nje ya shule. Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano, NCIC NCC inasema imezidisha mikakati ya kukuza maadili ya amani na mshikamano kupitia vilabu vya amani katika shule 24 kwenye kaunti ndogo 33 za Pwani. Hatua hii inalenga kuandaa vijana kuwa mabalozi wa amani kupitia mafunzo ya uraia mwema na kusuluhisha migogoro kwa njia ya amani. Kitambo kulikuwa na bifu baina ya waliai na, wali na boys, lakini kwa sababu ya kuintrodusiwa hii peace club, siku hizi peace imetengenezwa, iko vizuri na kwa sasa ni shule ambazo wanafunzi kutoka hii shule wanatembea shule ile nyingine ya yaw ama wa, wa pia wanakuja hapa na wanaweza kuendeleza amani. Na tunajua kwamba kupitia kwa amani ambayo imewekwa kati hizo shule mbili basi pia eneo lote la Kwale litaweza kuwa na amani. Sababu ah, wanafunzi pia katika shule hizi mbili wanatoka katika familia mbalimbali mbali, katika ile eneo NCIC imetia saini mkataba wa maelewano na shirika la Muslim Women Advancement of Rights and Protection MWAP, katika shule ya upili ya Kwale. Afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo, Daniel Mutegi, akisema vilabu vya amani vinatumika kuandaa viongozi wa kesho kwa misingi ya uwajibikaji na uzalendo. Tutapanua tutaongeza e, list e, ama tutaongeza shule zingine e, zikiwa za kivinafsi ama za serikali ama za umma ili zi tuweze kuongeza idadi ya shule ambazo ziko na amani peace clubs e, ili ya kwamba tukaweze kueneza amani sababu amani e, ndio jambo la msingi sana ili tukaweze kufikia maendeleo yoyote ya kijamii. Kutupiga sisi tunalingania eh, ma, shule mbalimbali mbali ili kuweza kumwangazia yule kijana ambaye yuko pale shule jinsi gani yeye anaweza kuwa kigezo cha amani, jinsi gani yeye anaweza kuwa uh, an aspect of resilience in terms of resilience peace building and conflict transformation. Ingalikuwa bora kama kesha inaweza chukua jukumu la kufadhili vilabu vya amani, ili vilabu vya amani viwe katika mstari wa mbele kuhakikisha kuwa yanayopendekezwa na vilabu yanatekelezwa ndani ya mashule ili mradi mashule yaweze kuwa sehemu salama kwa masomo na sehemu ambao wanafunzi wakikuwa wakijua iko salama. Ushirikiano huo pia utatumika kupambana na dhuluma za kijinsia, dawa za kulevya na misimamo mikali inayochochea machafuko shuleni. Tunaungana na tume ya uwiano kuweza kufikia wale walengwa wetu ambao tunawafikia kila siku kuwaambia kwamba kesho yetu ndio leo yetu. Jinsi gani sisi kama um, jamii tutaweza kuishi pamoja, tutaweza kuangazia jinsi gani maendeleo yataweza kuwa bila kuvurugana, bila kupigana. Juu wanafunzi wamekuwa ambassadors ya, ya amani wanaweza kuhamasisha wenzao na kuwaeleza kuwa kuna madhara makubwa sana saa zile migo, migogoro imefanyika pale shuleni, na kuna jia sababu zile wanaweza tatua uh, uh, migogoro yao mbila necessary kugoma ama hata mbila kuchoma mashule. Lawrence Nanga, Runinga ya Citizen.